Manake imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake mm. Lazima imani ulionayo kwa Mungu, imani ili iwe hai, yes. na isababishe matunda, Dio. Lazima uifanyie kazi, Amina. Kuna watu wana imani za ajabu saa ameokoka, yes. Anaamini kazi ataitiwa tu e, e. Kimiujiza amesoma e. Haendi kutafuta kazi, anatarajia Yesu ndio akamtafutie e, e, e. Alafu ndio aje aitwe nyumbani kwake, hapana. Hapa Yesu ameweka wazi, ombeni nanyi mtapewa mm. Bisheni yes. Kubisha ni kwenda kubisha ngodi kwenye maofisi twendeni na vyeti vyako. Bisheni nanyi mtafunguliwa, ni kwenda kwenye manyumba una elimu yes. lakini unajua kuna kazi una uwezo wa kuzifanya kagonge nyumbani kwa watu, naomba kazi. Twendeni, twendeni, anasema bisheni mm. nanyi mtafanya nini mtafunguliwa, anasema tafuteni mm. nanyi mtapata Amina. Baada ya kuomba yes, na kutoa sadaka, nenda katafute kazi. Mungu atakufanyia wepesi na kazi utapata. Amen. Ni lazima ubadilike. Lazima.